Baada ya kubaini, tumemkamata mtuhumiwa mmoja tumemkamata mtuhumiwa mmoja akiwa na akiwa na simu 24 pamoja na laptop 11 pamoja na, na watuhumiwa wengine watatu ambao wanajiita kama mawinga. Yule mtuhumiwa alikuwa anaitwa Jo. Alikuwa anaitwa Jonas Richard mwa miaka 29 Jonas Richard. Sasa ukasema, huyu mtu haiwezekani ay akawa na simu 24 pamoja na laptop kumi na moja, sio fundi, sio nani, ameshinda kudhibitisha. Kasema ipo aje? Sasa ya jeshi la polisi kuwahusisha wadau mbalimbali, ikiwemo mafundi wa simu au vifaa vya kielektroniki, simu pamoja na TV. Kwa hiyo ndio, si maana si si si si tumewaita, lengo kubwa ni kushirikiana kwa pamoja katika kuzuia, kubaini na kutanzua uhalifu, uhalifu wa uvunjaji na wizi. Kwa hiyo hiyo, okay. lakini tumeazimia kwamba kila mmoja wetu atimize wajibu wake, sababu so, tulikuwa tuna TCRA polisi, pamoja na hawa mafundi simu, eh, mafundi wa te te television, lakini na wauzaji wa vifaa hivi vya like, kielektroniki hususan hizi used electronics. Kwa hiyo tumekubaliana kwamba kila mtu atimize wajibu wake, anapoomba haki basi atimize. Mbali hayo yote mafundi iwovi vifaa vya elektroniki pamoja na wauzaji wa hivi vifaa wasijihusishe na uhalifu, wasifiche wahalifu, lakini watoe taarifa za uhalifu na wahalifu. Kwa hiyo sasa wote ambao kwa namna moja ngini, na kupicha, au nyingine watashiriki katika uhalifu iza kuficha au kuuza au kupokea mali za wizi, basi na wao watawajibishwa kwa mjibu wa sheria. Kikubwa kikubwa ambacho tunawasisitiza wananchi waache kupokea mali za wizi, kupokea mali za wizi, na mara nyingi zinaweza zikafahamika kwa sababu mali hizo nakuta zinauzwa kwa bei ya chini kabisa, na huyo mtu anayeuza kumwangalia, hali yake kwa kweli hali yake hairidhishi, na kitu ambacho anachokuletea kwa mfano kitu cha thamani ya shilingi milioni tatu, mtu anamuuzia mtu shilingi elfu hamsini. Kwa hiyo kupokea mali ya wizi ni hatari, kwa sababu inawezekana mtu asiangalie asi mali tu, lakini aangalie hiyo mali imepatikana de mwingine, mali hiyo imepatikana kwa makosa ya kuvunja na kuiba, lakini hata mauaji na unyang'anyi kutumia silaha. Sasa mtu anapokamatwa na ile mali, inawezekana ni simu eh, au ni hizi television kaiba akakutwa nayo ukakuta anaingia kwenye hatia au anaingia kwenye tuhuma kubwa za mauaji au nyang'ani wa silaha kwa sababu ya kupokea zile mali za wizi. Majina anaitwa Emmanuel Julius Boliana, ni kiongozi wa mafundi simu kwa mkoa wa Dodoma. Na sababu ambayo imetuleta hapa leo ni mkuu wa polisi wa mkoa wa Dodoma, alikuwa anataka kuongea na wadau wa simu <tutu> na lengo la kuongea na wadau wa simu kwamba wizi umekithiri kwa Dodoma na simu nyingi zinaibiwa na hazipatikani. Na jeshi la polisi lilikuwa limeona kwamba tatizo au chanzo au sehemu ya uhalifu na mafundi simu pia. Kwa hiyo alitaka kuongea si ajue kama ndivyo ilivyo au sivyo ilivyo. Na ndio tulikuwa tunakikao naye hapo. Maazimio ambayo tumekubaliana ambayo kimsingi ameyataja afanya la PC. Azimio la kwanza ni kwamba yeye kama kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma atahakikisha askari wake wanakuwa waadilifu, wanatenda haki na wanafanya kazi kwa uadilifu kwa weledi kabisa. Lakini azimio la pili ameweka mkazo kuhusiana na ushirikiano kati ya jeshi la polisi TCRA, na mafundi simu. Na azimio la tatu, afundi PC ameweka mkazo kwamba sisi wote mafundi simu, jeshi la polisi mapolisi jeshi la polisi na na TCRA, kila mmoja afanye kazi, kila mmoja atimize wajibu wake, afanye kazi kwa sababu na wajibu wake ambao unamtaka afanye. Ah uh, okay naitwa Amina kwa majina anaitwa miaka mimi na miaka mitano ya kutengeneza simu ah uh. Mwizi kila mwizi ana tabia zake. Kuna mtu anakuja ni mwizi amevaa vizuri, kwa uko ukimuuliza uh, maswali anaweza kutetemeka na kuna mwingine anakuja yuko ni mchafu tunasema sisi wa Afrika, tunasema wachafu ndio wezi. Lakini kuna mwingine anavaa suti na meiba. Mimi namtambua kipekee, mimi namtumia na Mungu, kwa hiyo nitamtambua, moyo wangu kikataa na kata kufanya kazi yake. na haya mafunzo sasa yanakuongeza nini? Okay, kuhusu swala ya mafunzo ambayo nimekutana nayo kwa kiongozi RC ametusaidia. Ni kweli tulikuwa tukifanya kazi na matapeli au na wezi wa simu, lakini kwa sasa hivi kwa mafunzo tuliopewa, tutawatambua wale wezi wetu, na tumepewa mikakati kwa ajili ya kuwarejista, na hata kama utakuwa umeiba simu umeitumia au umeshatengenezewa pia ilikuwa inatumika kwa mafunzo, kwa sasa hivi utakamatwa.